Kwanza awali ya yote nianza kwa kuwapongeza e, uongozi wa JKT Tanzania e, kwa kuwa na uwanja mzuri wa aina hii ambao tumeuona hii leo, uwanja ambao umekamilika mwaka jana ama mwaka jana msimu uliopita tulikuja hapa Simba Sports kucheza na, na, na JKT, tulisimama karibia watu wote, ukitoa VIP, sababu uwanja haukuwa na majukwaa lakini within a short period of time wameweza kupambana na watu wote ambao wameingia uwanjani hii leo wamepata nafasi ya kukaa, na bado uwanja unaendelea kutengenezwa na kurekebishwa. Uh, ni kazi kubwa ambayo inahitaji commitment ya viongozi na of course. Uh, nani hawa JKT wana, wana, wana, wana hiyo commitment ya kutengeneza uh, facilities nzuri ya, ya mazoezi kwa hiyo kwa hilo nikasema nisiwe mchoyo, ni e, wa fadhila. Niwapongeze viongozi wote wa JKT Tanzania. Si, siwajui sana kivyo vyao, lakini kamanda Hassan Mabena nadhani anastahili pongezi kubwa kwa, kwa hii initiative na hatimaye wameweza kumiliki uwanja e, kama huu. Niseme tu ya kwamba kwa sisi ambao tuna exposure kubwa ya kusafiri sehemu mbalimbali duniani Uh, jeshi ni katika uh, taasisi ambazo zinamiliki viwanja vingi, viwanja vikubwa. Kwa mfano tuko wale ambao tumekwenda kwenda Misri mara kadhaa, tumeshuhudia viwanja vingi asilimia takriban themanini mpaka sabini viwanja vinamilikiwa na jeshi, tena viwanja viwanja vizuri kweli kweli. Kwa hiyo kwa hapa nilipongeze jeshi la kujenga taifa JKT kwa hiki ambacho amekifanya wanastahili pongezi, na wasiishie hapa, kwa sababu kila mkoa kuna, kuna, kuna kambi ya jeshi. Tunategemea kwenye kila mkoa kutakuwa kuna kiwanja bora cha mpira wa miguu, na unapokuwa na viwanja vingi vya mpira wa miguu, maanake unatoa option kwa vijana wengi kupata nafasi ya kucheza, na hatimaye tunazalisha vijana wengi kweli kweli. Kwa hiyo nikasema, ni siyo ni muhimu, nika, nika, nika, nika hiyo nikasema ni sio mchoyo wa fadhila, ni muhimu nikasema hiyo hata nikifa hii leo, ni kifa hii leo ndio tayari nimewapa maua yao viongozi wa JKT Tanzania. Kurudi kwenye mchezo, the game was very tough. tough, tough, tough, tough. Na katika siku ambayo hatukucheza vizuri ni pamoja na hii leo. Uh, wachezaji ulikuwa unaona kabisa wako very down, wako very down na hii yote ni kutokana na ugumu wa ratiba tuliyokuwa nayo. Unaona wachezaji wanakata kweli kweli moto uh, kwa sababu ratiba ni bampa tu bampa na hatuna budi lazima, lazima lazima lazima tucheze, na ndio maana uh, haukuona mechi ikiwa nzuri machoni kwa watu, lakini technically ilikuwa ni mechi nzuri sana kwa sababu timu imeweza kudominate na imeweza kutengeneza nafasi nzuri kweli kweli, kama tungekuwa clinical enough tungeweza kupata mabao mengi kweli kweli kileo kwa aina ya nafasi za wazi ambazo tumezitengeneza na kuzipata, lakini kwa kipekee kabisa ni mpongeze mlinda mlango wa JKT Tanzania, ameendelea kuonyesha kiwango bora kweli kweli. Haishangazi kumwona eh, ni golikipa wa timu ya taifa ya Tanzania. Amedhihirisha kwamba habatishi kwenye kila mchezo, anacheza vizuri na ndiyo eh, tuseme eh, chachu ya mafanikio ya JKT msimu huu. Yote kwa yote, wao wamecheza vizuri, lakini matokeo mazuri tumepata sisi, tumeondoka na alama tatu za kibabe, na kama ambavyo mnajua ubaya ubwela unatembea uh, una popote pale, iwe kambi ya jeshi, iwe kikosi cha mizinga, ubaya ubwela hauchagui, ubaya ubwela hauogopi tumewatembezea JKT ubaya ubwela nyumbani kwao, na hii inafanana kabisa na ya msimu uliopita. Tulikuja hapa tukawafunga goli moja bila la Mwamba Rusaka, leo tusichota chama tena goli hili hili la upande wa kusini, na leo tena upande wa kusini anaturudisha Fabrice Luamba Ngoma tumewapelekea msumali wa moto, tumeondoka na alama tatu. Sisi kwetu tunaendelea kutamba, yena yena, anaendelea na ubingwa. Joshua Mutale ametuonesha kwa nini tulimtoa Power Dynamos ya Lusaka na kumleta nyumbani Tanzania, Dar es Salaam kwa Simba Sports Club. Huyu ndio Joshua Mutale ambao sisi tunamjua, alitusumbua mno nyumbani kwao Zambia na akatusumbua vile vile katika uwanja wa Azam Complex kwenye mechi za kuania kufuzu. Ubora wa hali ya juu, mbio nyingi zenye faida, ufundi mwingi. Na unamwona hileo amebadilishiwa majukumu takriban mara mbili mara tatu hivi. Mwanzoni alikuwa anatokea pembeni, baadaye akaja kuwa katikati, mwishoni akaja kuwa ndio namba tisa. Huyo ni Joshua Mutale, Budo SG. Wakati mwingine sio shida kwenye timu yenu, wakati mwingine ni ubora wa, wa, wa, wa, wa mpinzani Uh, golikipa wa JKT Tanzania kama angekuwa ange, ange, ange, uh, mbwolelembwelele tulikuwa tulikuwa tunamfunga bao tatu bao, lakini ubora wake umwanusuru JKT wasi, wasiruhusu mabao mengi kile. Kwa hiyo sio swala la kwamba kuna shida labda kwenye eneo letu la ushambuliaji. Ni swala la kwamba uh, mlinda mlango wao alikuwa bora kwenye eneo la kuzuia michomo ya washambuliaji wa Simba Sports Club. Yaani, kweli ya tiba ngumu lakini tulisema tangu mwanzo tutaishi nayo ratiba hii hii ngumu, na sisi tunajua namna gani ya kucheza kwenye ratiba hii hii ngumu uh, tayari tumecheza mechi ya kwanza dhidi ya Mashujaa kwenye ratiba hii ngumu tukaondoka na alama tatu safi kabisa uh, tukaja mechi ya JKT hii leo na wenyewe ilikuwa mechi ngumu katika hii ratiba yetu uh, ngumu ya mechi nne, nadhani ngumu zaidi ilikuwa ni hii ya JKT Tanzania kwa sababu ya ubora wa timu yao E, JKT ni tofauti na timu nyingine hizi. Hizi nyingine zinaweza kucheza kwa kupania, zinaweza kucheza kwa, ku, kwa kumahanika. Mnajua kumahanika, mnajua kumahanika e, mnaweza kucheza kwa kusala, yani yanakuja kuja kama manyumbu, nitumie neno hili. Yani yanakuja kuja mengi mengi, wanakuwa hawana utaalamu na ufundi kwa JKT tutegemea mchezo mgumu kwa sababu tunacheza na mafundi. Hii timu mimi naiangalia tu hivi kwa kawaida kawaida, lakini na kina shua hii ne ya kwamba uh, JKT ni miongoni mwa timu ambayo ina wachezaji wengi wa taalamu wa bodi. Kwa hiyo tutegemea mechi hii itakuwa ngumu. Mechi ya Pamba na yenyewe itakuwa ngumu, mechi, Pamba, of course, ngumu uh, lakini kama watacheza kiufundi itakuwa ni, ni, ni mechi nzuri ya kiufundi lakini kama watacheza vibaya vibaya hovyo hovyo, itakuwa ni mechi ya kiushindani na sisi tuna uhakika wa kupata ushindi. The same to mechi ya KMC. KMC wenyewe hawanaga ushamba kama wewe wa, wa, wa Shujaa na timu nyingine za nani za za, za. Na wenyewe wana uwezo wa kucheza mpira mzuri wa kuvutia na timu nzuri kapa. Kwa hiyo mechi zilizobakia tunaamini zitakuwa nzuri kiufundi na Simba tutanufaika kwa sababu sisi, labda sema kitu kimoja. Uh, na hili ni vema kila timu ikielewa Uh, unajua kuna wakati unaona watu wapinzani wanalalamika lalamika na nini. Jamani, Tanzania hii kwa msimu huu, sisi Simba Sports Club tuna timu bora, tuna kikosi bora kuliko timu nyingine yoyote ile Tanzania hii, na ushahidi wa hilo ama uthibitisho wa hilo ni mafanikio tuliyopata kwenye michuano ya Kafu. Michuano ya Kafu huwa ndiyo wasemaga, ndiyo ndiyo ndiyo ndio ndio ndio benchmark ni sawa, eh ndio kipimo, ndiyo kipimo. Kwa hiyo sisi hata tukikufunga tukikufanyaje, sio kama tunakuonea, ni tumalize, ni ubora tuliokuwa. Ngoja tu, tuhojiane mpaka wanajeshi watufukuze. <laughs> Ah, tutarudishwa <laughs> kichulachula <chula. laughs> kwa hiyo sisi bwana, tuna timu nzuri sana. Uh, kwa hiyo watu wasiwa wasi na mahanika, sisi tunapowafunga tunapowafanyaa, kwa sababu sisi ni timu bora kweli kweli.